Umeshawahi kufungua kitabu ukurasa wa kwanza na badala ya kupata msisimko au tukio ukakutana na orodha ya majina? Fikiria kumshauri rafiki yako asome kitabu hicho: oh, utakipenda, mistari kumi na saba ya kwanza ni ukoo tu. Ni ngumu, sio? Lakini Injili ya Mathayo inaanza hivyo, ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Orodha ndefu ya majina: Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yuda, mpaka Yusufu mumewe Mariam, mama yake Yesu. Hii ni sehemu ya Biblia tunayopenda kuiruka, huwa hatuisomi. Hebu kuwa mkweli, ni mara ngapi umewahi kuruka fulani akamzaa fulani? Lakini kumbuka, Mathayo hakuanza na ukoo kwa bahati mbaya. Hakutaka kutuboa, alitaka tufungue macho. Kwa sababu ndani ya orodha hiyo ya majina kuna ujumbe wenye nguvu kuhusu mpango wa Mungu, uaminifu wa Mungu na upendo wa Mungu kwa watu waliovunjika kama mimi na wewe. Hebu nikuulize, kama wewe ungeandika hadithi ya mwokozi wa ulimwengu, ungeanzaje? Ungeanza na malaika wanaoimba, nyota inayong'aa, wachungaji wakikimbia kwa furaha? Au ungeanza na miujiza, uponyaji na nguvu? Lakini Mathayo anaanza na historia, anaanza na mizizi, anaanza na ukoo. Kwa nini? Kwa sababu Mathayo anatufundisha tangu mwanzo, Yesu hakutokea tu ghafla. Alitoka sehemu fulani, kupitia watu fulani, kwa ajili ya kila mtu. Historia ya ukoo ni kwamba Mathayo anasema hii si hadithi ya kubuni, ni utimilifu wa ahadi za Mungu zilizotolewa maelfu ya miaka iliyopita. Kuna mambo matatu muhimu ndani ya ukoo huu na tukiyaona yanaweza kubadilisha namna tunavyoona mpango wa Mungu maishani mwetu. Jambo la kwanza, ahadi za Mungu hazipiti na wakati. Mathayo anaanza, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa nini majina haya mawili? Kwa sababu Mungu aliwaahidi wote wawili. Kwa Ibrahim, kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Kwa Daudi, kiti chako cha enzi kitadumu milele. Na Mathayo anasema hapa ndipo timilifu wake. Yesu ndiye majibu. Fikiria, vizazi vilipita watu walidhani labda Mungu amesahau, labda ahadi zimepitwa na wakati. Lakini Mungu hasahau ahadi zake, hazipitwi na wakati. Je, umewahi kuhisi Mungu anachelewa? Kama unasubiri na kusubiri jibu, Mathayo mmoja inatufundisha Mungu hajawahi kuchelewa, yupo sahihi kila wakati, hata ikichukua vizazi, neno lake litasimama. Jambo la pili, Mungu hutumia watu wasio wakamilifu. Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuchangamka. Ukiutazama vizuri ukoo wa Yesu utagundua sio orodha ya mashujaa tu, ni orodha ya watu waliovunjika watu wasio wakamilifu. Ibrahimu alitilia shaka ahadi ya Mungu ya kupata mtoto uzeeni, na alisema uongo kwa hofu kuwa Sarai ni dada yake, hivyo akachukuliwa na mfalme kama mke. Yakobo alimhadaa kaka yake Esau na kumwibia baraka za mzaliwa wa kwanza. Daudi alizini na Bashiba na kufanya mpango wa kumuua mme wa Bashiba ili amuoe. Suleiman alimpenda Mungu, lakini pia akaabudu sanamu. Na tazama, Matayo anawajumuisha wanawake katika ukoo wa Kiyahudi, kitu ambacho si kawaida. Na hawa wanawake ni akina nani? Tamari aliyemhadaa baba mkwe wake, akalala naye akamzalia warithi mapacha. Rahabu kahaba, kutoka Yeriko. Ruth mgeni Moabu. Bathsheba mke wa Uria aliyezini na Daudi. Kwa nini Mathayo aliwaweka hawa watu wachafu? Kwa nini hakuwaondoa ili historia ya Yesu iwe safi? Mathayo anatufundisha kwamba Yesu alitoka kwa watu wasio wakamilifu kuja kuwaokoa watu wasio wakamilifu. Niseme tu, ikiwa Mungu alimtumia kahaba, mdanganyifu, mgeni na mtu aliyehusika na mauaji basi, anaweza kunitumia mimi, anaweza kukutumia wewe. Jambo la tatu, mpango wa Mungu ni mkubwa zaidi kuliko tunavyoona. Matayo anaweka ukoo huu kwa vipindi vitatu vya vizazi kumi na nne kutoka Ibrahimu hadi Daudi, Daudi hadi uhamisho Babeli, uhamisho hadi Kristo. Vizazi vinaonekana viko kwenye mpangilio mzuri kabisa, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa karne nyingi za kupanda na kushuka, ushindi na kushindwa, imani na kuanguka. Lakini kupitia yote hayo, Mungu alikuwa akitengeneza hadithi kubwa zaidi maishani mwetu, mara nyingine tunaona majina tu, kawaida shughuli za kila siku, fulani akamzaa fulani. Lakini nyuma ya pazia, Mungu anaandika hadithi kubwa zaidi. Ngoje nikupe mfano. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa katika umaskini. Baba yake aliitelekeza familia alifanya kazi za vibarua, mara nyingine alilala njaa, na wakati fulani aliishi kwenye kibanda kilichokuwa na matundu kwenye paa. Ilikuwa ukimwangalia nyakati zile, ungesema huyu hana nafasi kabisa. Lakini miaka mingi baadaye, kijana huyo akawa mwalimu, akawa mshauri na hatimaye akawa mtu aliyewapa maelfu ya watu tumaini. Na alipoulizwa, umefikaje hapa? Alisema, kwa sababu Mungu kamwe hapotezi hadithi. Rafiki zangu, maisha yako yanaweza kuonekana magumu, hadithi yako inaweza kuonekana imevunjika lakini Mathayo sura ya kwanza inatufundisha Mungu anaweza kubadilisha ukoo wako ulovunjika kuwa kazi ya neema. Tuwe wa kweli tu, kama tungeandika ukoo wetu, kuna ndugu au jamaa tusingewaweka, sio? Unajua yule mjomba anaelewa sana na kujikojolea au yule binamu ambaye kila mara anakopa pesa na harudishi. Aibu, tusingewandika kwenye historia yetu. Lakini Mungu haondoi sehemu chafu, anaweka umomo kwenye Mathayo moja, kwa sababu neema si kumficha mwovu, neema ni kumkomboa mwovu. Sasa kwa ujumla, kwa nini Mathayo anaanza na ukoo? Kwa sababu si orodha ya majina tu, ni tangazo, ni sauti ya baragumu ikipiga ikisema: Mungu hutimiza ahadi zake, Mungu hutumia watu wasio wakamilifu, mpango wa Mungu ni mkubwa kuliko tunavyoona. ukiwa unahisi umesaulika, kumbuka ukoo wa Yesu. Ukiwa unahisi ufai, kumbuka ukoo wa Yesu. Ukiwa unahisi maisha yako hayana maana, kumbuka ukoo wa Yesu, kwa sababu kama Mungu alimtumia Ibrahimu, Yakobo, Rahabu, Daudi na Bashiba anaweza pia kukutumia wewe. Kwa hiyo wakati mwingine utakapofungua Mathayo moja, usiruke, usikate tamaa, usilalamike. Badala yake tabasamu, kwa sababu majina hayo ni ushahidi kwamba upendo wa Mungu ni wa kina, mpango wake ni wa muda mrefu, na neema yake ni pana. Jina lako huenda halipo Mathayo sura ya kwanza, lakini kama wewe ni Mkristo, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, na huo ndio ukoo bora kuliko koo zote. Hivyo basi changamoto yangu kwako leo ni hii: kubali hadithi yako, amini wakati wa Mungu, na usisahau kamwe ukoo wako. Unaweza kuwa na machungu, lakini kesho yako ndani ya Kristo ni ya utukufu. Amina.